Hayo yameelezwa na mwakilishi wa shirika la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania Charles Tulahi wakati wa mwendelezo wa maazimisho ya siku ya chakula duniani yanayoendelea mkoani Tanga katika viwanja vya Usagara, na kueleza kuwa kuna umuhimu wa wananchi kusisitizwa kula vyakula vya asili. Tunaona pengine vimekuwa vya asili, tunaona tunaona haya ya kuvila wakati wakati ndivi vyakula muhimu kwenye mwili wetu vyakula vya asili vina mchango mkubwa sana lakini vilevile kupitia vyakula e, hivi tunaendeleza utamaduni wa, wa Mtanzania katika chakula kwa aina mbalimbali. Tunaweza kuona hivi kuna watu sana wanapenda wale chakula chetu cha Tanzania. Kwa upande wake mtaalamu wa usalama wa chakula kutoka FAO Stella Kimambo amesisitiza wapishi kuwa wabunifu kupika vyakula vya asili kwa ubunifu ambao utatoka mahali hapa. Mazao ya mtama, mazao ya dengu, baazi pamoja na choroko ni mazao ambayo tunayanyanyapaa pale yanapokuwepo mezani, tunaona kama ni chakula ambacho hakistahili kuliwa na mgeni. Pindi mgeni anapokuja kama umepika choroko, unaona bora, yaani sijui nifanyeje, paja la kuku lipande juu. Nao baadhi ya viongozi na washiriki wakawa na maoni tofauti kuhusiana na maonyesho hayo. Tumeunga mkono kwa kuandaa shindano hili la ubunifu wa chakula, ambapo itahusisha mazao ya mikunde. Lengo kubwa la mashindano haya ni kuhamasisha matumizi ya mazao haya kwa ajili ya kujenga lishe bora kwa wananchi, ni kuhamasisha vyakula vile ambavyo vime vinasahaulika katika jamii. Maonyesho hayo yatahitimishwa Oktoba 16 na Waziri Mkuu Kasim Majaliwa katika viwanja vya Usagara hapa jijini Tanga. Rajabu Athmani, ZBC Tanga.